Hanna na Penina walikuwa wake wa Elkana mwana wa Yerohamu kutoka katika kabila la Efraim. Katika ndoa yao kulikuwa na hali ya tofauti kubwa kati ya wake hao wawili really. Penina alikuwa na watoto lakini Hanna hakuwa na mtoto. Hili lilimletea Hanna huzuni kubwa, kwa sababu katika jamii ya Kiebrania wakati huo, mwanamke kutopata watoto kulichukuliwa kama aibu na ishara ya kukosa baraka za Mungu. Elkana mume wa wake hao wawili really alikuwa mtu mcha Mungu na kila mwaka alikuwa akienda Shilo kumwabudu Bwana na kutoa dhabihu. Katika safari hizi Elkana alikuwa akiwapa wake zake na watoto wao sehemu za sadaka. Penina, alikuwa na watoto, alipata sehemu yake na za watoto wake, lakini Hana alipokea sehemu moja tu, kwa sababu hakuwa na mtoto. Penina, akijua huzuni ya Hana, alimtania na kumkejeli kila mara kwa sababu ya kutokuwa na watoto. Hili lilimuumiza sana Hana, na mara nyingi alilia na hata kukosa hamu ya kula ingawa Elkana alimpenda Hana sana na kumfariji akimwambia, je, mimi si bora kwako kuliko watoto kumi? Huzuni ya Hana bado haikuisha kwa sababu ya hamu yake ya kuwa mama. Katika moja ya safari zao kwenda Shilo, Hana aliingia hekaluni na kuanza kumwomba Mungu kwa uchungu mwingi. Alimlilia Bwana kwa machozi, akimwomba ampe mtoto wa kiume. Alimwekea Mungu nadhiri akisema, ee Bwana wa majeshi ukiyatazama mateso ya mjakazi wako ukinikumbuka na kunipa mtoto wa kiume basi nitamtoa kwako ili akutumikie ya maisha yake yote, wala wembe hautapita kichwani mwake. Alipokuwa akiyatoa maombi haya kuhani Eli alimwona Hana akisonya midomo yake bila kutoa sauti, kwa kuwa alikuwa akiomba moyoni mwake. Eli alifikiri alikuwa amelewa, akamkemea na kumwambia aache ulevi, lakini Hana alimjibu kwa unyenyekevu, akamweleza huzuni yake na sababu ya maombi yake. Eli alipomsikia alimbariki na kutema basi, nenda kwa amani na Mungu wa Israeli akupe haja ya moyo wako. Baada ya maombi haya uso wa Hana ulibadilika, alihisi faraja na tumaini jipya. Baada ya kurudi nyumbani, Mungu alimkumbuka Hana na akapata mimba. Baada ya muda akajifungua mtoto wa kiume na kumwita Samweli, akisema kwa maana nimemwomba kwa Bwana. Hana alimtuza mtoto wake mpaka alipomwachisha ziwa kisha akatimiza nadhiri yake kwa kumpeleka Samueli hekaluni kwa kuhani Eli ili amtumikie Bwana. Hana hakuwa na huzuni tena, bali alifurahi na kumsifu Mungu kwa wimbo wake maarufu wa shukrani moja Samueli mbili mstari wa moja hasikumi akitangaza ukuu wa Mungu na jinsi anavyowakweza wanyenyekevu na kuwaangusha wenye kiburi. Mafunzo kutoka kwa stori Hana na Penina: Mungu husikia maombi ya walio na huzuni. Hana Alilia kwa Mungu kwa uchungu na hatimaye Mungu alijibu sala zake. Uvumilivu na imani kwa Mungu huleta matokeo mema. Hana hakuacha kumtumaini Mungu licha ya manyanyaso kutoka kwa Penina. Kutimiza nadhiri ni muhimu. Hana alitimiza ahadi yake kwa kumtoa Samueli kwa Mungu. Mungu huwainua wanyenyekevu. Penina aliyekuwa akimtania Hana alishuhudia jinsi Mungu alivyombariki Hana na kumfanya mama wa nabii mkuu wa Israeli. Baada ya kumtolea Samueli kwa Bwana, Mungu alimbariki Hana na watoto wengine watano, watatu wa kiume na wawili wa kike, akidhihirisha wa uaminifu wake kwa wale wanaomtumainia. Hii ni hadithi ya saraja kwa wote wanaopitia changamoto, ikiwakumbusha kwamba Mungu anaweza kugeuza huzuni yao kuwa furaha.